Wow. Baada ya mihangaiko ya kazi, sasa ni wakati wa kula. Oh my god, nimechoka kiasi kwamba nimesahau hata kuvua koti <laughs> eh, nyama nzuri kabisa imenona na nyama alafu na maziwa mgando. Huu hapa ni ukwaju, jamani. Eh, ni ukwaju unaongeza. Sisi na... madaktari huwa tunakula kijeshi. Huwezi ukasema ya kwamba nilikuwa ninakula ndo maana nimechelewa kumpa huduma mgonjwa. We tafuta eh, upenyu wako kadiri uwezavyo uweze kula lakini pia huduma ziendelee. Ah, kwa hiyo sisi ndo watu wa kwanza kusisitiza wagonjwa wale kwa wakati, halafu sisi ndo wa kwanza kupitiliza muda wa kula, tukiwa tunawahangaikieni nyinyi mweze kupona, tunajitoa kwa ajili yenu ili mweze kupona. Sasa nataka kidogo nijadili kuhusu chakula ambacho nilikiandaa leo eh, kabla sijaenda kuendelea na kazi zangu za kila siku. Hii inani, inanipa inani, inani uzito kidogo. Kwanza kabisa, nataka leo nikufundishe jinsi ya kuunda sahani Ukitaka kuunda sahani ule ushibe na uwe na afya njema, unatakiwa kuzingatia mambo makuu yafuatayo. Jambo la kwanza la muhimu kabisa, hakikisha sahani unayoiunda iwe imekizi vigezo vya lishe bora ambavyo ni vifuatavyo. Kwanza, robo tatu ya vyakula ambavyo unakula vinatakiwa viwe ni vyakula vya kukupa virutubisho vingi hmm. Vyakula vyenye kukupa virutubisho vingi, nutrient dense foods. Kwa hiyo kama robo tatu ya sahani yako ambayo umeiunda vyakula hivyo havina virutubisho vingi tambua ya kwamba umefanya makosa kuunda sahani yako. Kwa hiyo sahani yako yoyote ambayo unataka kula, ukiigawanya robo tatu ya sahani yako, au robo tatu ya kile unachoshiba, asilimia sabini na tano ya sahani yako ushibe vyakula vyenye virutubisho vingi, na inashauriwa ya kwamba vyakula ambavyo vinabeba sahani, yani ambavyo ndo uti wa mgongo wa sahani viwe ni vyakula vinavyotokana na kundi la protini na vyakula kundi la mafuta. Kwa hiyo natarajia kuona kwamba samaki, kuku, mayai na nyama ndio zinazotawala kwenye sahani yako, halafu vyakula vingine ambavyo unatakiwa kuviweka kama viambatanisho, hivi ni vyakula ambavyo vinabeba sehemu ya kukamilisha mlo kamili. Kwa mfano unaweza ukaweka maziwa, unaweza ukaweka e, mboga za majani, unaweza ukaweka matunda, unaweza ukaweka sasa na vyakula ambavyo vina kiwango kidogo cha wanga. Kwa hiyo siku zote unapoenda hata hotelini utaulizwa ya kwamba unataka kula samaki na nini? unataka kula nyama na nini? unataka kula makange na nini? Umenielewa? unataka kula kuku wa kuchoma na nini? Kwa hiyo kile na nini, sio uti wa mgongo wa sahani ambao umenunua uti wa mgongo ulio utakayoilipia hela ni nini? Ni vyakula vinavyotokana na nyama, samaki, kuku na mayai kwayo. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuielimisha jamii kwamba nyama sio mboga, samaki sio mboga, kuku sio mboga. Umenielewa eh? hivyo ni vyakula vikuu kwenye sahani hizo sio mboga. Jambo jingine la muhimu ni kwamba unapounda sahani kwa mtindo huu niliokufundisha, utashangaa ya kwamba itakuchukua muda sana kusikia njaa. Ndio maana tazama, jamii ambazo zinaishi kwa kutegemea vyakula hivi kuwa ndio mlo mkuu, angalia Wamasai, Wazabe, Iskimo ambao wanaishi kando kando ya bahari, vyakula vyao vikuu ni samaki. Umenielewa? E, makabila haya ambayo yanaishi kwa kutegemea vitoweo kama msingi wa mlo huwa hayana milo mingi kama sisi tunaoishi mijini tunaotegemea vyakula vya wanga na sukari ndo kuwa mlo mkuu kwao. Vyakula vya wanga na sukari vinaharakisha kupata njaa. Umemaliza kula tu hayataisha hata masaa mawili, unaanza kupiga miayo, unahitaji kuweka ka chokoleti ka ice cream ka muhogo eh, ka viazi eh, viazi vya kukaanga kandazi kaslesi ka, ka mkate ka soda. Ni kwa sababu umemimina vyakula vyenye sukari nyingi. Kwa hiyo tunakushauri ya kwamba unapotaka kula, jitahidi sana kuchagua vyakula ambavyo havina sukari nyingi ndo vitawale kwenye sahani yako. Hiyo itakusaidia wewe kutokusikia njaa. Kwa utaratibu ni kwamba vyakula ambavyo havina sukari nyingi vinakuchelewesha wewe kusikia njaa, vitakufanya wewe ukae muda mrefu, na unapokaa muda mrefu, unaupa mwili nafasi ya kutumia akiba au kufanya ukarabati wa tukio lililopita. Ni hayo tu leo niliyokuwa nataka kukwambia. Hivyo basi, kuanzia leo asilimia sabini na tano ya sahani yako inatakiwa iwe ni vitoweo na asilimia inayobaki ndo unaweka vyakula vingine ambavyo vinakamilisha mlo kamili. Unaweza ukajifunza zaidi katika kitabu changu cha Sayansi ya Mapishi. Utajua jinsi gani ya kubadilisha mfumo wako wa kula. Kama una maswali zaidi, andika hapo chini, nitakusaidia kuyajibu katika video zangu zijazo.